Hali gani mtazamaji wa Global TV YouTube chaneli yako pendwa kabisa. Hii ni Global TV habari. Mimi ni Kasmiri Mseleche. Baada ya ajali ya gari aina ya Toyota Coaster iliyokuwa imepakia wanafunzi na walimu wa shule ya msingi Lucky Vincent kupinduka na kuua wanafunzi takriban thelathini. Global TV tunakujuza yaliyojiri mkoani Arusha. Huu ni msiba mzito wa kitaifa. Mei sita elfu mbili kumi na saba ajali mbaya imetokea mjini Karatu mkoani Arusha baada ya gari aina ya Toyota Costa kupinduka na kuua wanafunzi zaidi ya thelathini wa shule ya msingi ya Lucky Vincent. Globo TV ilikuwepo katika hospitali ya Mount Meru wakati miili ya marehemu ikiwasili. Hivi ndivyo ilivyokuwa.

Tunaomba wananchi, mumsikilize Mheshimiwa mkuu wa wilaya anatoa kauli ya serikali. Wananchi tunawaomba, Watanzania hatuko hivyo. Watanzania hatuko hivyo, tutulie. Watanzania hatuko hivyo, tutulie. Mheshimiwa mkuu wa wilaya anaongea na nyinyi sasa hivi, wananchi wa Arusha. Watanzania hatuko hivyo, ni msiba umetukuta sote. Tumsikilize mkuu wetu wa wilaya, asanteni sana. Tutulie wananchi wa Arusha. Watanzania hatuko hivyo. Watanzania hatuko hivyo. Otherwise wanaokuwa mbele kufanya fujo sio Tanzania, tutulie. Watanzania hatuko hivyo, tutulie jamani. Hayo mnaofanya fujo sio Tanzania, tutulie. Tumsikilize mkuu wetu wa wilaya anatoa kauli ya serikali. Asanteni sana, tukisikilize matangazo kutoka tutatangaziwa kila kitu na mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko hapa, tumsikilize jamani, tusikilize. Watanzania hatuko hivyo, wanaofanya fujo mbele hapo si Watanzania. Asanteni sana, asante kwa kusikiliza. aidha Global TV ilizungumza na mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi ya Lucky Vincent, alikuwa na haya ya kuzungumza kuhusu tukio zima lilivyotokea. Taarifa tulizopokea muda wa saa 3 tatu usiku ukia anaelekea saa 3 kama na nusu nuso saa nne, lakini watoto tuliwaamsha watoto wetu vizuri saa 11 asubuhi, tukawa tumewaandaa na tuliwaambia mtakwenda kushindana na wenzenu hapo Karatu kwenye shule ya Tumaini na mara nyingi tumezoea kufanya hivyo kila mwaka, wao wanakuja kututembelea sisi, nasi tunaenda kuwatembelea wao. Kwa hiyo basi na leo tulifanya hivyo kama kawaida vizuri tu, na watoto huwa tunawasafirisha kwa usafiri safi, kwa sababu tuna magari ya kutosha. Kwa hiyo tulitumia magari matatu aina ya Coaster ambapo yote yaliondoka vizuri kwa usalama saa kumi na mbili na nusu asubuhi, lakini hilo moja kwa bahati mbaya basi limepata ajali. Pia Global TV ilizungumza na wazazi wengine wakiwa wametoa maoni yao kuhusu tukio hilo. Sikitika sana kwa ajali iliyotokea, baada ya kusikia imenisikitisha sana. Kuna mtoto wa ndugu yangu amepata ame, ame hii ajali naye ni mmoja wa waliokufa wa, kwa hiyo ndio tumekuja hapa tushuhudie kwanza, tunafanyaje na pia vilevile, mimi ninachokisikitika ni kwa nini shule yani, gari libebe watoto wengi namna hiyo, kama wanafunzi kwa jinsi tunavyosikia kwa, kwa watu 45 kwenye gari moja ya gari ya watu 30 ni kitu kinachosikitisha sana. Huyo meneja wa shule anatakiwa akamatwe. Na ni kwa nini akubali kupakiza watoto wengi namna hiyo kwenye gari moja, pamoja na, na magari yako mengi tunaogopa inabidi na ash iwaii wanakuwa na tamaa wengi na magari waka, wakafika shuleni wakaenda kufanya wanaweza wakafia wa Ian Tarimo mzazi wa Shedrack Biket, mzazi wa, wa Sabrina Said, mzazi wa Recho idio, mzazi wa Irene Moses, mzazi wa Mtegeage Moses, mzazi wa Hagai Lucas, mzazi wa Rehema Eliwaidi, mzazi wa Rebeka Daudi mzazi Omli Omlin Heri Rashid mzazi wa Gemar Gerard mzazi wa Grayson Masawe mzazi wa Julius Bonge mzazi wa Naomi Hosea mzazi wa Ruth Ndemno mzazi wa Saad taarifa kwa masikitiko makubwa sana. Ndio maana umeona tangu asubuhi tulikwenda kule shuleni kuona nini kinaendelea na baadaye tumekuoko huku kushuhudia kweli kama watoto wenzetu wamepoteza maisha. Kama mzazi, niseme tu kwamba imeniuma sana, na kimsingi, niseme tu kwamba Mungu awasaidie, awalaze mahali pema peponi watoto wetu hawa ambao wamepoteza maisha. Global TV inawapa pole wafiwa wote, lakini pia kwa pamoja tunawatakia roho za marehemu zipumzike mahala pema peponi. Amin nam, kufikia hapo hatuna la ziada, mpenzi mtazamaji wa Global TV YouTube channel yako pendwa kabisa. Kwa matukio haya na mengine mengi, usikose kulaiki, kushare na kukoment kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter at Global TV TZ.